Yo, miaka kumi na tano iliyoweza kupita ukizungumzia moja kati ya masela ambao alikuwa ni masela kisela machizi kichizi, basi huwezi ukamwacha P Diddy pamoja na 50 Cent, lakini mahusiano yao yaliweza kuonekana kuvunjika na moja kati ya sababu ambazo zinasemekana wawili hawa ebana kuweza kutengana alikuwa ni aliyekuwa mpenzi wake wa 50 Cent ambaye wao waliweza kuzaa mtoto ambaye anafahamika kwa jina la Saya. Sasa 50 Cent aliweza kudumu katika mahusiano ya muda mrefu pamoja na mpenzi wake wa zamani ambaye anafahamika kwa jina la Daphne Joy, ambaye Daphne Joy waliweza kufanikiwa kupata mtoto ambaye anafahamika kwa jina la Saya. Lakini baadaye waliweza ku break up la, na katika break up yao bana, baada tu ya kuweza kuvunjika mahusiano yao, Daphne Joy pamoja na 50 Cent aliweza kuonekana Daphne Joy pamoja na Puffy Didi wakiwa katika hali za kimahusiano na moja kati ya watu ambao waliweza kudhihirisha bana, uhusiano wao ni producer ambaye alikuwa akiishi nyumbani kwa 50 Cent ambaye anafahamika kwa jina la Rodney Jones. Sasa producer huyu aliweza kufichua kwamba walishawahi kuwa na mahusiano Daphne Joy pamoja na Puffy Didi baada tu ya Daphne Joy kuweza kuvunja mahusiano yake pamoja na 50 Cent. Sasa, this time around, kunayo taarifa ambayo ime, imejiri kwenye mitandao ya kijamii ikiwa kwamba inamwonyesha e, Shaniqua Tompkins kwamba ni moja kati ya watu ambao walishakuaga na mahusiano na 50 Cent na aliweza kudhihirisha kwa umma kwamba ameweza kudhihirisha kwenye umma kwamba alishawahi kushambuliwa kimwili alivyoweza kushambuliwa na 50 Cent kimwili kipindi ambacho yupo mjamzito e bana. Ujumbe huu ambao ameweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa live, ameweza kusema maneno haya, jambo ambalo limeweza kuzua mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii watu wakiconnect kwa sababu ya uhusiano ambao ebana Pididi alikuwa nao, lakini pia 50 Cent, yaani kwamba pengine labda 50 Cent pamoja na pididi ni watu ambao wanaonekana wakiwa na tabia zile zile, na moja kati ya vitu ambavyo nataka ni kukumbushe kwamba Daphne Joy ambaye alikuwa ni mpenzi wa 50 Cent ebana miaka kadhaa ambayo aliweza kupita alishawahi kusema kwamba naye alishawahi kubakwa miaka kumi na mbili iliyoweza kupita na kipindi ambacho anazungumza ujumbe huu hapo, nikikukumbusha tu kwamba miaka kumi na mbili pia ndo waliweza kufanikiwa kupata mtoto ambaye anafahamika kwa jina la Saya. Sasa kwamba watu waka connect kwamba pengine labda mtoto ambaye alipatikana mtoto wa 50 Cent pengine alipatikana kwa njia ya kuweza kubakwa mwanadada huyu ambaye anafahamika kwa jina la Daphne Joy, lakini licha kwamba Daphne Joy aliweza kutoka kwa 50 Cent na kuanza maisha yake binafsi, siku chache baadaye, aliweza kuonekana akiwa na mahusiano na Puffy Didi. Mahusiano ya Puffy Didi pamoja na 50 Cent kwa kipindi hicho yaliweza kuonekana akiwa amevunjika, na sababu inaonekana kwamba wanaonekana wana date e, Puffy Didi pamoja na e, Defani Joy. Inaonekana kwamba yeye ebana yupo na zile zile kesi ambazo Pdidi anakumbana nazo sasa hivi ikiwemo ni unyenyesaji wa wanawake wanawake. Kipindi kesi ya Pididi imeanza kurise kwenye mitandao ya kijamii mara baada ya Kasi Ventura ambaye alikuwa ni mpenzi mpenzi wake wa Pididi didi wa zamani e bana kuweza kutangaza kwamba alishawahi kushambuliwa, lakini pia e, pafididi alishawahi kumchanganyia madawa ya kulevya kwa ajili ya kumrubuni yeye kuweza kuingia kwenye masuala mazima ya kingono ambayo yeye ilikuwa sio ridhaa yake. Na, na, kosa, na makosa ya kutosha kabisa ambayo P Diddy aliweza kumfanyia ikiwemo ni uny unyanyasaji wa kuweza kumpiga katika korido tofauti tofauti za hoteli. Sasa ni kwamba Cassie Ventura baada ya kuweza kuanzisha e bana kesi yake katika mahakama ya Manhattan e, jiji la Los Angeles, Miami kipindi hicho. Sasa ni kwamba e, P Diddy yeye pamoja na Cassie Ventura kuweza kufunguliana haya mashtaka, lakini pia e bana P Diddy kuweza kukamatwa na jeshi la polisi. Yeye 50 Cent aliweza kulivalia njuga e bana suala hili ambalo Kasi Ventura aliweza kupelekwa kumpeleka bana PDD kulingana na mashtaka ambayo aliweza kumshtaki PDD. Sasa 50 Cent yeye alionekana kuendelea kumgongelea sana misumari kwa e jinsi ambavyo e, e PDD alikuwa akishtakiwa na mwanadada huyo ambaye anafahamika kwa jina la Kasi Ventura. Sasa 50 Cent pia aliweza kutangaza kwamba ujio wa movie ambayo itaenda kuelezea mabaya ya PDD lakini, as I tell you, ni kwamba wawili hawa bana P Diddy pamoja na 50 Cent walikuwa wapo katika mahusiano bana, mahusiano ambayo alikuwa ni marafiki ambao walikuwa wameshibana kinoma noma, lakini mahusiano yao yaliweza kuvunjika baada ya, ya mahusiano ya mpenzi wake bana 50 Cent kuweza kumwacha yeye na kuenda kudate pamoja na, pamuja na Puff Diddy. Sasa hichi ambacho kimetokea katika siku za hivi karibuni Shaniqua Tompkins ambaye amekuwa akitangaza kwamba e, mwenyewe alisha kushambuliwa kimwili kipindi ambacho mjamzito eh, na 50 Cent. Watu wameconnect kwamba licha ya kwamba 50 Cent pamoja na P Diddy walishawahi kuaga ni marafiki, pengine labda tabia zao zinafanana, licha ya kwamba 50 Cent yeye eh, amekuwa akibeba bango la kuendelea kumkandamiza eh, bana P Diddy kulingana na mashtaka ambayo anakabiliana nayo sasa hivi. Tupe mtazamo kwenye uwanja comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha, chao chao.